Tatizo la ukosefu wa choo kwa watoto imekuwa ni changamoto ambayo imekuwa ikiwasumbua wazazi pamoja na walezi. Leo nitaenda kuwagusia nini ta, sababu na nini chanzo cha watoto kupata choo kigumu au kushindwa kupitisha choo. Lakini kabla hatujaendelea, kama ulipitwa na somo lililopita tafadhali bonyeza suggestion hapo juu, lakini usiache kusubscribe hapo chini ili kupata taarifa na habari zozote zinazohusiana na mambo ya afya kutoka Royal Polyclinic. Karibuni kwenye somo la leo. Tatizo la mtoto kukosa choo ni tatizo ambalo linaweza likampata mtoto katika wakati wowote wa ukuaji wake, na hili tatizo linahitaji uchunguzi wa haraka sana ili kugundua nini tatizo na nini chanzo. Sio mara nyingi, lakini mara chache sana, mtoto ukosa choo inaweza kuwa ni sababu ya ugonjwa mwingine mkubwa, japo sio mara zote. Sababu hatarishi ambazo zinaweza zikampelekea mwanao kupata choo kigumu au kushindwa kupata choo, cha kwanza ni lishe duni. Hakikisha katika chakula chako ambacho unampatia mtoto wako kuwe kuna vyakula vyenye nyuzi nyuzi, namaanisha dietary fibers. Mfano wa vyakula hivyo ni kama mboga mboga, matunda, nafaka, lakini pia marage hivyo vitu vinasa, vinasaidia katika process nzima ya digestion, hivyo sio rahisi mwanao kupata choo kigumu au kushindwa kupata choo. Sababu ya pili ni mtoto kutokupata kupata maji ya kutosha. Hakikisha mwanao chakula unampatia chakula, lakini pia inabidi apate maji ya kutosha kutokana na umri wake. Maji yanasaidia ile process nzima ya chakula kudescend kutoka kwenye large colon, na nazungumzia utumbo mkubwa, kuelekea kwenye rectum. Sababu nyingine ni mtoto kubadilisha mazingira, kubadilisha mazingira ya mtoto kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, au ametoka shule labda ana kua likizo, na huenda labda shule alikuwa anasoma boarding, karudi nyumbani, ile kubadilisha mazingira inaweza ikampelekea mtoto kupata choo kigumu au kushindwa kupata choo kigumu. Sababu nyingine ni matatizo ya kisaikolojia. Mtoto akiwa dis- disturb psychologically maybe kaenda sehemu ambayo amekuta labda choo ambacho hajakizoea, maybe choo kipana tofauti naye alivyozoea huko alikokuwa. Hii inaweza ikamsumbua psychologically, na kujitahidi kuki kujitahidi kutokutoa kile choo kwa muda mrefu kwa kuhofia kuauliza labda wenyeji. Kwa hiyo hii pia inaweza ikasababisha choo kuwa kigumu. Tatizo jingine ni tatizo la kiafya. Tatizo la matatizo ya kiafya yapo mengi, lakini tazungumzia machache. Cha kwanza, kuna kitu tunakiita hypothyroidism. Hypothyroidism ni upungufu katika utendaji kazi wa tezi dundulizo. Hii inaweza ikasababisha kupelekea mtoto kupata choo kigumu. Lakini sababu nyingine ya kiafya, kuna kitu tunakiita irritable bowel syndrome. <coughs> hii huwa inatokana na hii huwa inakuwa na dalili kama tumbo kuuma, tumbo kujaa gesi na kushindwa kupitisha choo. Hapo hapo kwenye, kwenye tatizo la kiafya linaloweza kumsababishia mtoto kuwa na tatizo la kupata choo kugumu au kushindwa kupata choo pale kwenye <coughs> maso zinamaanisha misuri pale around kwenye njia ya haja kubwa ikiwa dhaifu, pia mtoto anaweza kuwa na shida kupata choo au kupitisha choo kwa tabu. Ni vipi utagundua kwamba mtoto wako ana hili tatizo la kupata choo au anakuwa na shida anakuwa na shida ya choo kigumu? Cha kwanza utagundua kwamba mtoto wako anahisi maumivu wakati wa kupitisha choo, lakini dalili nyingine utagundua kwamba tumbo la mtoto wako linakuwa gumu, lakini pia linakuwa limejagesi. Eh, eh. Lakini pia utagundua mabadiliko katika hamu yake ya kula. Mtoto hatakuwa na hamu ya kula kwa sababu muda wote tumbo limejaa. Lakini kingine mtoto anaweza, sio mara nyingi, lakini pia mtoto anaweza kuwa anapata kichefuchefu lakini pia na kutapika. Hizo ndo dalili ambazo ukimwona nazo mtoto wako, jitahidi haraka iwezekanavyo uweze kufuatilia matibabu yake. Endapo utagundua mtoto wako anakuwa na dalili hizi, jitahidi haraka sana kuonana na daktari. Daktari anaweza kukupa ushauri ni kitu gani ufanye, au kama kuna matibabu yatakuwa yanahitajika, atakusaidia kwa kufanya vipimo aidha vya damu, lakini lakini pia kufanya uchunguzi wa njia ya chakula, ikiwemo kukushauri vyakula gani unapaswa kumpatia mwanao, lakini pia maybe kuku, kuku patia vidonge ambavyo vitasaidia ku enhance process nzima ya digestion kwa mtoto wako, lakini pia maybe kupatia dawa za kulainisha choo. Lakini pia kama tatizo la mtoto linahusiana na psychological disorder au linahusiana na matatizo ya kisaikolojia ya mwanao, daktari atakushauri ni jinsi gani utaweza kumsapoti mwanao psychological ili kuepukana na hilo tatizo. Tatizo la watoto kukosa choo ni tatizo ambalo linaweza kutibika endapo utawahi kufuatilia matibabu na kujua nini chanzo cha hilo tatizo. Nitoe wito kwa wazazi wote ambao watakuwa na watoto wao, ni muhimu kufuatilia nini chanzo cha hilo tatizo. Kama nilivyoelezea awali, hilo tatizo inaweza kuwa tu sio kukosa choo, maybe lina suggest au linaashiria tatizo kubwa ambalo hukuwa unafikiria na hapo ndo nitahitimisha somo letu leo. Ni yetu la leo. Kwa majina anaitwa Daktari Sahat Yusuf, karibuni katika hospitali yetu ya Royal Polyclinic, inapatikana Mnazi Mmoja matatu